Kwa nini mmefail testi yangu? Kitu gani nilitoa ambacho hamjasoma? Hamna majibu? Sasa wote mliopata chini ya hamsini tutaelewana, lazima kiumane. Haya, na hii mitiani nimepanga kuanzia mtu wa mwisho mpaka wa kwanza. Haya, kaputonga. Yaani we kaputonga, nilijua tu, yaani yani wewe hujawahi toka kwa mwisho. Haya, lutufu kipigo sambala kwaka kajino Majoka, katosani, mbona mm, misi yetu cha usiku. A few moments later. Jugumawe, Binyu, na mimi nimepiga nini? mm. <laughs> Mariamu, safi, safi safi. mm. Sasa uh, mm -hmm. Ah, no, ah, kuna huyu mjinga mmoja, yeye akuandika jina. Mfunyo peke yake hajapata. Kumbe ni wewe Mfunyo. Sasa kiongozi darasa yuko. Aya, nenda kanifuatie, kanifuatie fimbo sasa hivi. Kanifuatie fimbo sasa hivi. Sasa nyiwe wengine wote mliopata chini ya hamsini, nimewasamehe fimbo zenu zote. Anabeba huyo. <coughs> <coughs>